Wale wabunge wote tunakaa Dar es Salaam kwa kipindi wake tunatoka kwenye kamati, kwa hiyo wote ni wana Dar es Salaam. Kwa Dar es Salaam UDA hainatufaidisha wote, lakini mwenyekiti, naomba niseme, serikali ilishatoa maagizo kwamba shirika la UDA lisiuzwe na iko barua ya ofisi ya waziri mkuu ya tarehe ishirini na nane Februari ambayo iko na kwenda kiagira kwamba shirika lisiuzwe, lakini mimi ningeweza kusema mwenyekiti, ni ukaidi wa viongozi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kupuuza maelezo ya serikali. Ni ukaidi wa hali ya juu sana. Mwenyekiti, nadhani nchi hii kuna serikali mbili, sio? Hamna serikali moja, na kama serikali ni moja, tunamtaka mheshimiwa waziri mkuu atoe kauli hapa na mimi, kauli ambayo napendekeza kwa waheshimiwa wabunge wenzangu wa, na mniunge mkono, halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ivunjwe. Huko nyuma halmashauri ya jiji la Dar es Salaam iliwahi kuvunjwa, hakutakuwa na kitu cha ajabu sasa waziri mkuu kuamua ivunjwe. Na mheshimiwa waziri mkuu, utakuwa unajenga heshima kubwa sana ya ya la ya salamu ivunyi na mimi nasikitika sana msaiki meawaassalam Dr. Masaburi kwamba yeye personal amehusika moja kwa moja katika jambo hili, lakini watu wazima na mashuhuri sana katika nchi hii. Mheshimiwa Kapuya anahusika moja kwa moja akijua, naye anakubali na kuwa kwenye kamati ya uchunguzi. Tumeambiwa hela hizi zimeingia kwenye akaunti ya Mheshimiwa Idi Simba, lakini hela nyingine zimeingia kwenye akaunti ya Pride, Pride Tanzania ambayo mwenyekiti wa kampuni ya Pride Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti, huu ni wizi kabisa wa mchana, na tunaomba Mheshimiwa waziri mkuu, ili kurudisha imani kwa Watanzania, kampuni hii kwanza, kampuni isiuzwe, lakini pia mara moja, Mheshimiwa waziri mkuu, viwanja vingi vya UDA yemela tunaomba uakize pia, viwanja vyote virejeshwe hata kama itakuwa na maana serikali kugharimia urejeshaji wa viwanja hivyo.